Wana KHP mnaendeleaje? na tumai mkopoa, na mimi niko poa. Kajua leo at least kamewaka kazuri eh, ijapokuwa bado kuna kibaridi kidogo ndani yake, lakini afadhali kuliko hapo mwanzo. But kama unaweza ona nyuma yangu ni majani, sijui niseme all green <laughs> ya sio green juu toka time ya falls majani ziliturn kuwa, uh, kuwa zilitoka kuwa green zikarudi kuwa uh, sijui niseme yellow ama orange uh, rangi ya kijivu kijivu hivyo. So hii ni mwezi wa tatu already na naweza nikasema tuko ready kwa mwanzo wa unajua, nimewaonyesha nime... season kadhaa za Canada, tuliingia kukiwa falls, tukawaonyesha winter. Sasa hivi sasa tunaingia autumn. Autumn ni no, not autumn. Sasa hivi tunaingia spring. Spring ni wakati ndio kuna kibaridi baridi, lakini mara nyingi huwa kinapungua. Yaani weather inaenda inakuwa juu kidogo, eh, inakuwa joto kidogo inapungua, na sio joto ile ambao tunasema joto kama, yaku, kama ya, ya, ya, ya kwetu eh. Lakini kidogo yani inaitwa joto ama warm kulingana na Canada <laughs> na hiyo temperature uh, ambao watu wamekuwa wakiishi kama kawaida, na unajua tunaishi hizo ma minus, minus. Kama sahii tuko two degrees ndio unaona kidogo mtu unaweza ukaenjoy, unaweza ukajisikia vizuri. Victoria, don't go to the other side of the road. Come this way. Okay. Yeah. Unaweza ukajisikia uh, kidogo kucheza. Unaona kama watoto wamekuja kucheza kidogo. I want to see you that other side. Okay. Yeah. Eh. Unaona eh, uh, weather inakuwa iko poa kidogo. Canada inaweza onekana na picha mzuri, majani inarudi, snow inapotea kabisa. Although asubuhi kumekuwa na snow kidogo, imeanguka kidogo asubuhi, lakini haikuwa nyingi, but zinaenda zikipotea. Ukiangalia kama nyuma yangu kwa mbali, kuna mweupe kidogo, watu wakiona hii side huko. Sasa hizo sehemu ambazo zilikuwa zinatumika kukusanya snow, wakati zilikuwa zinakusanywa ndio unaweza ukapata sehemu kama hizo, bado kuna snow kama hizo sehemu ambazo ilikuwa imekuwa mingi ikakuwa kama ikafunika kama mto, hizo sehemu unapata bado snow iko hapo. Na kitu ingine ni kwamba kama mnakumbuka, mwezi wa kumi na moja, mwezi wa kumi na moja tuliweza kurudi nyuma lisaali moja, nadhani mnakumbuka vizuri. Winter ikianza tulirudi nyuma one hour. Na kesho tena tutasonga mbele tena one hour. Yaani hiyo saa ambayo tulipoteza tunarudi nyuma tena. So kama Canada ilikuwa imekuwa 9 hours kutoka Canada from your country, kama saa zilikuwa zimeachana tofauti ya 1 ya 9 hours, zinarudi tena kuwa 8 hours, kama ulikuwa unafaa kuwa 6 hours na Canada inarudi kuwa 6 hours. Kwa hiyo tukilala leo usiku, asubuhi tutaamka kama masaa imebadilika. Kwa simu huwa inaenda uh, automatically, lakini sisi hizo uh, hizo masaa za ukuta ndio huwa lazima ubadilishe, sababu usipobadilisha, kwa hiyo ya ukuta utabaki ukidanganyika na masaa, sababu itakuwa imesonga mbele. Hiyo uh, yako ya ukuta itabaki iko nyuma na hizo zingine zinaenda mbele, na wengi waliwahi uliza Sababu gani eh, Canada ili drop one hour, ili drop one hour? Yaani iliangusha lisahali moja na nadhani nilijibingi kwa hiyo swali tena. Unajua, wakati wa winter ikifika, uh, masaa kama ya 5 jioni kunakuwa kukogiza sana, kama saa hii tunaongea na wewe ni 6, lakini unaona jua inawaka, hata nikikwambia ni mchana unaweza ukaamini sababu kuna kajua siku hizi inafika 6 6:20 ndio unaona giza inaanza kutokezea kwa umbali. Asubuhi mapema unaona mwangaza, lakini wakati wa winter ni tofauti hiyo masaa jua, jua uh, inachelewa sana kukuja. Oh, no Why are you beating me? Oh, no. <laughs> so jua inakuwa inakuja kuchelewa sana na mwangaza ina, ina, ina ingi, giza inaingia pia mapema sana. Sasa inafanya watu wanaweza kutoka kazi mapema, mnalala mapema Look at this girl. Why are you beating me? Stop beating your dad. That is not good. That is not fair, man. hiyo Ha? Oh no, bad manners. Hiyo ndio sababu so jua inakuwa inapotea, uh, giza inaingia mapema inafika five, mnakuwa na giza utafikiri ni saa mbili ya usiku we are going utafikiri ni saa mbili ya usiku. Sasa wakaona kuliko kuwa hivyo, warudi nyuma, wanawa kusudi watu ambao wanaenda kazi wako wanafanya kazi, warudi kwa nyumba kama bado kuna mwangaza kidogo, waweze ku... kuwa na time na familia zao mbele ya kuweza kulala na watu wa kuamka wakiamka hiyo mapema kukuweka mwangaza mwangaza kidogo. Sasa hivi gisi, hali inarudi kuwa sawa, inaenda ikiingia. Tukimaliza hiki hii season, tunaingia kwa season ya ya sama. Sasa tukiingia kwa wakati wa sama, hapo jua huwa inawaka inaweza ikafika saa tatu ya usiku kama bado kuna mwangaza. Saa mbili, saa tatu, unapata jua bado ingali inawaka. Sasa huwa wanarudi tena nyuma wanawa kusudi mwangaza itakuwa nyingi sana, watu wakuwa wanapata time ya kuingia kwa kulala mapema kidogo. Uh, juu mwangaza itakuwa iko mingi isisumbuane. Kwa hiyo sekta, sijui kama naeleweka, na ikiwa haujaelewa vizuri utaweza kuniuliza kwa comment section, nitaweza kujibu swali yako. hiyo ndio update kidogo ambao nilikuwa nataka kukupea. Kwa hiyo tunarudi kwa hali yetu ya kawaida, hizo masaa sasa za ambazo Canada inafaa kuwa nazo ndio zinaweza kurudi. Na saa hii hapo, umeona kila kitu imerudi kuwa sawa, kila kitu inaonekana vizuri, jua inaanza kurudi, na tulikuwa tunakaa siku nyingi sana bila kuona jua. So thank you so much for being a part of the King P family. tunakupenda sana asante.